Lakini mmeuona kaubeba, eh? Sasa so kwa vile ameubeba ushafika, tuna haja ya kuendelea. Haja yetu ilikuwa tupate yaliyokuwa yanafanana ya na sisi, yaliyokuwa yanaendana na sisi, na jambo kubwa lilolizungumza, jambo la watoto. Jamani, watoto ni rasilimali, watoto ni rasilimali kubwa, lakini hawa watoto huenda wakawa ni faida yetu, na huenda wakawa ni hasara yetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawa watakwenda kutia motoni hawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakoshtaki watakushika, mashati wewe, ndiyo uliyetuponza wewe ndiye uliyetuponza, hatukusoma, hatujui, ni wewe mzazi. Sijui nitasemaje kwa Mwenyezi Mungu. Na watakapokuwa wema ndio hawa, uko kaburini, wao wafanya kazi huku lakini wapata faida. Na hadithi ya kawaida watu wote wajua, idha mata ibnu adam nkata amaduh illa min thalathin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafaa bihi al waladi salihi yaduua. Sasa mtoto mwema ambaye atakuombea dua atokapi? mm. labda tumuulize mtu wa kipumbi kule apatikana kule kwenye fomu 4, na fomu <laughs> 6 <laughs>. Atakapokuja yeye atakuona hili dingi, tena akubadilishana jina dingi. Watu wakusoma, wazazi wangu wakusoma, ndio maana unaona hivi wasamehe, maana hukusoma eti yeye, yeah sijui kasoma kutoka wapi? Wakati wewe ndio uliyefanya kazi ya somo, lakini akaja hawakusoma wazazi wetu, ndio maana maana ni kule shule. Wale wazee wetu zamani walikuwa sema, kule kwaitwa sikule, sikule alikuharibikia mwanangu, sikule. Wewe unasema sikule, asikule, sikule. Sasa hatuseme tusisome, tusomee na tena tusomeni sana. Mwenye uwezo wa kumpeleka mtoto kumsomesha asomeshe, mpaka uko mbele ya safari, usidharau. Itakuwa tumejua lugha za watu, itakuwa na sisi tumeingia katika mambo ya watu, lakini tusikate tukaacha Qur'ani. Mwezi mmoja uliopita nilikuwa nikamsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu akazungumza sana, lakini akasema si kweli kwamba mtu kusoma Qur'ani ni sababu ya ujinga. Si kweli, lakini ni kweli kama mtu atasoma Qur'ani shule atafanya vizuri sana. Waziri Mkuu wetu, sasa hatukuelewa na hatujaelewa, twashindana katika vitu sivyo, halafu pia tunyanyuke tujue, hawa mtu wa kipumbu ikasema kwamba hapa hapana watoto au watoto wamwera hawapo. Sheikh Kaya atafuta hasa kwamba je, yupo anyoshe mkono, ambewa wamelala. Hivi kweli msomaji alala? Ni kwamba hawa tulivyo sisi, wale watoto wadogo wadogo wale ndio tumewapeleka chuoni, hata tukasema tuna chuo tuna choo, hatuna chuo <laughs> watu wao wakafikia kusoma, watu waondolewe. Leo watu wanapofikia kule kusoma, watoto waondolewa, mwalimu ndio aweza anza hawaanze rasala. Eh, hey, baba e, watoto tu wanatuishieni, wakaishie huko huko, tuishieni, tuishieni, hawajitena <tumbe> hii ndio darasa yetu ya leo. Sasa tunaposema kwamba hawapo, hawapo kweli. Atakayekuwepo ni yule atoka huko yuko achukua, atu, tulisoma naye, tulisoma naye, kwa sababu yule amekuja, ndio sasa ndio itakavyokuwa. Lakini kama wapo, watakuwa wapo kwa kufuatilia ile hali ya kwamba ni wakubwa wapokea sio hali ya namna gani. Mimi niwaambie kisa kimoja katika mitandao, humuona yule Sheikh Mbaraka wa Kenya, sembabona hivi, mwajua kisa chake yule? Alipasi katika chuo akawa katika tatu bora, babake mzazi akaenda katika mahafali akaambiwa, hawa kuna chuo gani fulani wakamalize hiyo degree yao. Akasema, hiyo degree si itaki mimi. Kama kapasi kweli, ntajua mta, mimi nampeleka Pakistan kwa mwaka mmoja, nione atahifadhi Qur'ani. Hawezi akaweza. Basi kweli ana degree, tumeona twamshuhudia sasa hivi alivyohifadhi na anavyotupa faida katika dini yetu na masaa yote yacheka. Hayo ni digrii zawa, kwa wamestaafu wote, yule atastaafu. Sheikh Kasim kafa hapa alistaafu, sheberi mpaka hapa alistaafu, lakini mtu wa kipumbukicha staafu na digrii zake. Sasa digrii za nini? Kumbe astaafu sitomtaka kwenye limaofai wa mtaka indeshaambia ufai ushatika miaka sitini nenda, mimi sabini na auni stafu nami, huku nanyang'anyiwa, huku nanyang'anyiwa, kila mahala nanyang'anyiwa, kwa sababu bwana kan wamenichukua mpaka Nzega, nimekuwa nime na Nzega nimetua Singida, nasubiriwe msikitini umesikia kuna shehe na iko shemasbe nikamwambia atakee tamka tu tutakuja nkwamba watu anahaja na wewe utazungumza nini watu waliokuja pale kila mmoja ana adresi yangu ana nini jamani nshia staafu si miaka sitini nimeshapita sasa sabini tena na endelea mbele nangojani nshia staafu sasa ukafika waambie yule bwana kastaafu naomba